Ni katika kile kinachodaiwa kuwa juhudi za kujaza pengo la Mlima Kenya linalohofiwa huenda likampunyoka rais William Ruto mwaka 2027. Jamii ya Somali na familia zilizoko mipakani mwa Kenya zilizokuwa zikikumbwa na changamoto za kupata vitambulisho sasa ndio tegemeo kujaza pengo hilo 20 counties, waziri wa mazingira Aden Duale ameitaja hatua ya rais kupiga marufuku ukaguzi kwa wale wanaotafuta vitambulisho kama juhudi za kuliunganisha taifa, huku akizishinikiza jamii za ufugaji na kaunti za pwani kwa ujumla kukumbatia agizo hilo na kuchukua vitambulisho ili kushiriki uchaguzi mwaka 2027. Duale amesema takriban kaunti 20 zinazojumuisha wafugaji na zile zilizoko pwani watanufaika na uamuzi huo wa rais huku wakiunga mkono umoja wa taifa. Naye waziri wa madini na uchumi samawati Ali Hassan Joho ameitaja fursa ya kupata vitambulisho kama itakayosaidia vijana wengi kunufaika na ajira, kuleta usawa sawia, na siku moja taifa la Kenya kupata kiongozi kutoka jamii ya Waislamu nchini. Huyu William Ruto ametuonyesha, yeye ni Mkristo, lakini yeyo, kwanza, ameonyesha bila kujali kabila, dini na mahali wanatoka, lazima Kenya uko sawa. Na ngio akasema, miaka 2062 akatoa ile barama ya kipande. Kaunti kamishna, yuko hapa, tafadhali Rais amesema kila mtu apewe kipande, sio tu Northeastern even border count, hata sisi hapa Kwale, Lamu, Mombasa. So now we have an opportunity ya kuhesabika. So mimi nataka kila mali, tukikaa kila mtu wetu kwa hali na mali achukue kitambulisho haraka. Ukikwama pigia mimi simu. Pigia Aden Duale simu, pigia Abdul Samad, pigia Yakub na pigia Deko hapa. We must make sure our people are registered. Viongozi hawa wamezungumza haya katika hafla ya kufuzu kwa wanafunzi wa taasisi ya Ibn Abbas Islamic Center, ambapo gavana wa Mombasa Abdul Samad Sharif Nasir na wabunge mbalimbali wameshinikiza ushirikiano wa jamii ushirikia zote nchini huku wakiwakashifu viongozi wanaolenga kuligawanya taifa. Hawa ni magaidi, tunaumia ni sisi, jina yetu ni sisi, na mambo ya kuweka sheria ya mara mbili mbili ya kwa mtu akitoka sehemu nyingine anahesabiwa vingine, mtu akitoka sehemu nyingine anahesabiwa vingine. Now is our opportunity, bila jua wenzetu wa kutoka Coast, they are ready, they have, they are ready to be counted. Sisi watu wa North Eastern Wasomali tafayalini Wacheni kwenda kukimbia, mko mko na mukuna kura waceleena kokimdaagabo mko na kura, mko na kitambulisho. is, is this is country we belong, lazima tusaidie rais arudi, rais arudi ndio aendelee na unity. Electin Odera K24 TV.